Yi muju mba inatoka sasa hivi, natokea Dar es Salaam nimekuja hapa kushuti Kigoma, so namshukuru Mungu. Hali ya hewa kidogo imenisumbua kwa sababu ya baridi nini, imezua joto kusema, namshukuru Mungu, sasa hivi naendelea <laughs> aasha <laughs>